Watazamaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wametakiwa kuondoa shaka, badala yake wafanye kazi yao kama wanavyotakiwa. Kauli hiyo imetolewa na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Ubungo John Mnyika alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA huko wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa. Mnyika amesema waziri Membe anatumia madaraka yake vibaya kutokana na kauli anayodai kuitoa katika mkutano wake na mabalozi uliofanyika mwanzoni mwa wiki hii akiwahakikishia ushindi wa kishindo wa chama cha mapinduzi CCM. Membe angekuwa hana nia mbaya, yani angekuwa hana nia mbaya katika mkutano huu, angetaka kujiweka mbali na uchaguzi, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kisiasa na huu ni uchaguzi. Katibu mkuu wa wizara teknokrati Tekno Kat, katibu mkuu wa wizara angezungumza na waangalizi wa uchaguzi kwa sababu tu nchi ikiwa kwenye uchaguzi bado maisha yanaendelea, lakini yanaendelea kwa, kwa ukomo wa nini kinaweza kufanyika, nini hakiwezi kufanyika, lakini kwa sababu wamezidiwa. Ni hii haijawa kwa Membe tu, wengine tulinyamaza nyamaza kidogo kwa sababu tulikuwa tunaona pengine ni matukio ya wachache Mnyika amewaomba mabalozi hao kuzungumza na waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Ezekia Wenje ili awafahamishe na kuambia ukweli juu ya matarajio ya uchaguzi huo. Kama wamekutana na Membe, wasikutane tu na viongozi wa chama sababu, kuna chama, kuna chama kwa maana ya chama cha CHADEMA au vyama vya UKAWA au mgombea wa UKAWA. Kwa kuwa wamekutana na serikali inayoendelea kujiendesha nyuma ya pazia, wakutane vipi na serikali kivuli kama walivyokutana na waziri Membe, wakutane hadharani na mbele ya vyombo vya habari na waziri wa mambo ya nje kivuli. Uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu na unatarajiwa kuwa na uangalizi wa kimataifa zaidi ya 400.